inda aljamra katika ibada ya kutupa vimawe katika ile nguzo ya kutupa mawe, wahuwa yusal, hali ya kuwa akifanya nini? Ikhwa, akiulizwa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 Unaona namna ujinga ulivyokaa katika. Mwingine anaenda anavua kilemba, anarusha uspa simenele. Unaona akina mama na wao wanakimbilia kununua nguo nyeupe, wanavaa vilemba ili na yeye aonekane ametoka hija. Yaani kuna mambo, mambo ya ajabu, kwa sababu eh, siku hizi kwenda hija ni pasipoti simenilea, na uwezo na pesa. Kwa hiyo eh, haiangaliwi kituko kinachokwenda kule kikoje.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 Eh hey, hey, hey, hey! mwingine anakuta amekaa na mwanamke tu ka, ka, ka, nimekuta kabisa kwenye kaba mtu kamshika kam, kam, mwanamke mkono, si mke wake labda. Kwa hiyo kuna vituko vituko, kuna vituko. Eh. kuna watu wamevaa maisbali, natuambia nini bwana, isbali nimeona mwenyewe Makka, saliondoka tu mjinga mwenzako na yeye kafanya isbali au kafanya. Kwa hiyo pale kuna mambo, kuna mambo mengi ya ajabu ajabu nam eka kisha, kisha, kisha, kisha, kisha, kisha. Eh, mtume sallallahu alaihi wasallam fa eh, mtume akamwambia irni wala haraj, aina shida, shida, shida, shida, shida. Maadamu yeah, umesha chinja wewe tupa u, hamna tatizo tupa tu mawe, hata kama umechinja kabla. Afanyaje ya kutupa tupa. Alimjibu, alimpa fatwa hiyo, na mtume anaendelea na ibada zake. Qala akhar, akaja mwingine akauliza ya rasulullah llah halaktu kabla an anhara aht nimenyoa nywele kabla ya kuchinja hii pia iko je ya rasul mimi na maswali hayo ni mengi ukiwa kwenye hija tena ni mtume wa allah fahimtum kwa sababu ni ibada ngenyi kwenye maisha yako yule kiongozi utakayeondokana na maana viongozi wengine wasiokuwa na huruma wakifika na kule wanachomoka na wakimbia maujaji akifika kule anatafuta nanii chochoro yake, anakaa huko, hamumpati. Anakuja usiku kupanga ratiba ya kesho, anaachia wanafunzi nini, mnakaa huko, mtafanya hija. Vituko siminaleo. <laughs> Utaenda huko juu, unaanzia wapi? Unarudi huko, unarudi kule. Allahi Allah, Allah tukubalie hizi hija hizi haji. Kuna watu wanaenda, wanarudi, hakuna hija waliopanda a na watu wanaopeleka watu ma, mahujaji wa, e, wa mcha Allah tabaraka wataala wao wanachokilenga ni hela. Simenielewa? yeye akishafikisha, bali mimi nimeshuhudia watu wanapeleka mahujaji wao hawaswali, yuko zake tu hotelini. Simenielewa? wala aani, ah. Atakuja kumwona kwenye hije na penye atavaa kwa sababu wanapeleka mahujaji, yaani ile ibada yeye alimshughulisha, yaani amekuja kibiashara zaidi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 E, badala ya, ya kupiga ukitoka Swafa ukaenda Marua e, ukienda inahesabika mara moja, ukirudi inahesabika mara ngapi? Mbili. Kwa hiyo unatakiwa zunguke mara saba. Unatoka Swafa unaenda Marua mwa, ni moja hiyo. Ukitoka Marua ukarudi Swafa ni ngapi?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 tumefursa kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam fahimu, tumeweka. Lakini jambo lingine kwamba yafaa kushughulika na ibada mbili kwa wakati mmoja, kama mnakuwa hamna shida, ukashughulika na ibada ila ibadai, Mtume sa salma alikuwa anashughulika na ibada ya ramu jamarat, huko anashughulika na ibada ya kutoa ilmu fahimu, tumeweka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 Basi kwa inakuwaje, kwa lazima tutumie fursa ya kufanya nini, ya kusoma. Unapopata muda wa kukutana, hawa masahaba wa kuhaji wamepata fursa ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakusubiri wao ni kutafuta ilmu. Na miongoni mwa malengo makubwa, mtu anapoenda hija kutekeleza ibada ya hija, aweke malengo pia ya kutafuta nini, kwa ya kutafuta ilmu